Familia ilijawa na furaha <coughs> kubwa sana kwa sababu sauti ya mtoto mdogo ilisikika akilia, lakini watu wengine walifurahi kwa sababu mtoto amezaliwa katika familia. Watu wa karibu, majirani, ndugu, jamaa, marafiki nao walisogea kuleta zawadi. Walipofika, waliona mtoto mchanga amezaliwa, walimpongeza wali mama, walimpongeza baba, na wakawa wanamuuliza mama juu ya jina la yule mtoto. Baadaye mama akasema, bado sijampa, lakini bado nitajadiliana na baba yake ili aweze kumpa jina au tupata jina mahali pengine. Basi babake alipofika, na yeye akawa hana jibu, akawa hana jibu la swali hilo. Ikabidi aombe shangazi wa yule mtoto ampe jina yule mtoto. Alikuwa wa kiume. Na kwa sababu hiyo, shangazi akamwita mtoto yule jina lake Sauli. Yule mtoto Sauli akazaliwa, akaanza kuishi, akasoma, lakini maisha yake yalianza kubadilika, kwa sababu alijifunza elimu ya baba zake na babu zake, alijifunza namna ambavyo walikuwa wanaishi na kwa sababu hiyo akawa na tabia kama sababu yake za kuwa na hasira na kupiga wenzake. Siku moja, kijana mmoja alikuwa anahubiri sana Injili, anasema, jamani, okokeni, Yesu anarudi. Yesu alikufa msalabani kwa ajili yenu, okokeni msije mkaenda jehanamu. Sasa baba zake na ndugu zake na Sauli wakamchukua Sauli wakaenda naye kumkamata huyo kijana aliyekuwa anahubiri nje. Kwa walipomkuta yule kijana walimpiga sana, wakampiga yule kijana. Kabla hajafa akainua mikono yake, akasema, Baba uwasamehe, usiwahesabie dhambi hawa watu ila ipokee roho yangu. Yule kijana alikuwa anaitwa Stefano na kweli alikufa baada ya muda. Sauli naye akaendeleza ile tabia ya kupiga wenzake. Siku moja akiwa njiani, akajikuta anaenda sasa kukamata wale wanaojifanya wanamtaja Yesu, Yesu. Akiwa njiani akawa amepanda punda yule punda anamwendesha, anamwendesha, anamwendesha, anamwendesha. Akashangaa ghafla yule punda amesimama. Anampiga ili aondoke, waendelee na safari, akashangaa punda atembee. Kumbe punda amegundua mbele hakuna njia, yaani ni kama kuna uzio umezingira, umemzuia punda kusogea mbele. Alipopiga sana yule punda, punda akamrusha Sauli akaanguka. Ile Sauli anaanguka tu chini, akashangaa macho yake hayaoni kabisa, amekuwa kipofu. Kwa mbali akaanza kusikia sauti inasema, Sauli Sauli, mbona unaniudhi? Sauli Sauli, mbona unaniudhi? Sauli akageuka <coughs> akasema, "Wewe nani wewe? au ni kupige na wewe sasa? Akasema mimi ni Yesu, acha kuniudhi, acha kuwaua watumishi wangu. Sauli mara ya kwanza hakuelewa. Siku ya kwanza ikapita akiwa haoni, siku ya pili ikapita akiwa haoni, siku ya tatu ikabidi akubali kwamba yeye anaungana na wale walio upande wa Yesu. Ndipo akatuma mtu ili kumbatiza na siku anambatiza, akambadilishia jina, akasema kuanzia leo, wewe hautaitwa Sauli tena, utakuwa unaitwa Paulo. Sasa kama mtoto, umejifunza nini kutokana na hadithi hii?